Waswahili wanao msemo wa usemao kwamba hayawi hayawi sasa yamekuwa. Msemo huu unajitimiliza katika jimbo la Mbeya vijijini ambako majina kumi na nne ya wanaume walikuwa wamejitokeza ama kutajwa kwamba wenda ndiyo watakao kuchukua fomu ya kuania nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya vijijini. Lakini tayari jina jipya limeng'ara katika uga wa siasa za Mbeya vijijini. Na si lingine ni jina la Mwalimu Maria Mtela. Maria Mtela jina lake linaendelea kutajwa katika tarafa ya Isangati ambako hasa ndiyo mwenyeji hasa katika kata ya Irembo, lakini tarafa ya Tembela na tarafa ya Usongwe. Ikumbukwe, kesho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litavunjwa rasmi pale jijini Dodoma. Na raisi wa Tanzania lake jina daktari Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe huko majimboni mambo yameendelea kung'ara kweli kweli. Na katika jimbo la Mbeya vijijini kama nilivyokuambia, ni majina kumi na nne. Sasa jina la kumi na tano la Maria Mtela limeendelea kung'ara katika uga wa siasa za majimboni. Huyu ndiye Maria Mtela. Mtazame. Maria Mtela anazo Uh, sifa zake kimsingi za siasa ndani ya CCM ndani ya CCM, Maria Mtela ikumbukwe pia aliwahi kuwania nafasi ya mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Chama cha Mapinduzi kule katika wilaya ya Kiera, lakini wanaomsemo wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanasema kwamba kura zilipungua, yaani kura hazikutosha. Sasa jina la Maria Mtela limeendea katika maeneo kadhaa ya Jimbo la Mbeya vijijini ambapo anatajwa kwamba ni moja kati ya watu wanaoenda kuchukua fomu za Chama cha Mapinduzi Mbeya vijijini kuwania nafasi ya ubunge. Na inakuwaje kwa utaratibu wa Chama cha Mapinduzi? Ni kwamba wanachama wote wanaoona wanazo sifa za kuwania nafasi hiyo za ubunge ama udiwani watachukua fomu kisha kuzirejesha ambapo zoezi hili ni mpaka tarehe ishirini ni mpaka tarehe mbili kuanzia tarehe ishirini na nane mwezi huu wa sita mpaka tarehe mbili mwezi wa saba zoezi litakuwa limefungwa. Hivyo Maria, Mw... Maria Mtela amejitokeza katika uga huo ama katika nyanja hiyo ya ubunge jimbo la Mbeya Vijijini, akiomba ridhaa ya kuteuliwa kati ya yale majina matatu yatakayorejeshwa kisha kwenda kwa wajumbe sema wajumbe na wajumbe safari hii ah, hakika nadhani hata homa zinawaogopa kwa sababu wanazo furaha wajumbe. Na mtazamaji, nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako katika kipindi hiki cha tukutane majimboni, na leo ni hili jimbo la Mbeya vijijini. La kijina Maria Mtela naye ameweka nia katika jimbo la Mbeya vijijini hasa nafasi ya ubunge. Niwakumbushe tu kwamba mbali ya Maria Mtela uh, wapo watu wengine kama kumi na nne ambao majina yao naomba nikukumbushe kwamba yupo ambaye anatajwa kwamba atawania pia ama atachukua fomu, hiyo ni pamoja na mbunge aliyeko kwa sasa Mheshimiwa Orani Manase Njeza. Mtu wa pili ni Kedron Mbwilo. Mtu wa tatu ni Julius Ndeje mwingine ni Shida Patari Patari, mwingine ni Diksoni Sinkwembe, mwalimu Diksoni Sinkwembe, na mwingine ni Ali Sheyo, mwingine ni Samueli Mwaruiji, yupo Antoni Mwaselela, yupo Jafeti Mwalingo, yupo Isambi Shiwa, yupo Zabroni Mwaliasi, yupo Johni Stima, yupo mwalimu Bonifasi Mwarwego. Mwalimu Bonifasi Malwego yuko. Mwingine aliyewahi kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi si mwingine ni mzee wetu anayeitwa Jacobu Mwakasole, lakini jina lililojipya kwa sasa na limeendelea kung'ara katika jimbo la Mbeya vijijini, uh, si mwingine ni jina la Maria Mtela, Maria Mtela. Huyu ni mwalimu Maria Mtela ambaye jina lake limeendelea kuvuma katika jimbo la Mbeya vijijini, kwamba naye anatajwa kwamba atachukua nafasi ama ni mtiania wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya vijijini ambalo kwa sasa linakaliwa uh, na Mheshimiwa Orani Manasenjeza ambaye anaenda kuhitimisha ngome yake hapo kesho. Mtazamaji wewe, maoni yako ni nini katika mambo haya ambayo yanaendelea katika majimbo yetu? Na hapo ulipo, nini kinaendelea? Wajumbe wanaendelea uh, kunoa vichinjio vyao ama nafasi zao kwenda kutumika katika kuwapata ama kumpata mgombea ambaye atapeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi utakapofika wakati. Mtazamaji, tafadhali unayo nafasi katika comment selection ni kutoa maoni yako, usisahau sasa katika jimbo la Mbeya vijijini Maria Mtela amechomoza. Karibu.